Shalom shalom, kipindi hewani ni Kijiweni na Roho Mtakatifu. Tupo katika msimu wa kuama yani roho of shift, lakini pia tunaendelea na makavazi ya ushuhuda na shuhuda za Bwana. Kijiwe ni kimoja tu, Kijiweni na Roho Mtakatifu. Tupo na mwana wa Mungu hapa atakwenda kujitambulisha yeye ni nani, lakini pia atatushuhudia namna gani ambavyo katika majira haya na msimu huu mpya na maarifa haya anatembeaje na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anasema nini kuhusu yeye kuhusu taasisi kuhusu maono aliyonayo. Ni mimi ukwana wako kifalme, karibu sana shalom. Kwa majina anaitwa Pasta Sara Bausi na Mshujaro Mtakatifu. Kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita, jinsi ambavyo anatembea na mimi, kwa mwaka huu Roho Mtakatifu ametembea na mimi kupitia maono ambayo amenipatia maono kupitia kampuni na ambayo ndo tunayasimamia na kuyafanyia kazi ili aweze kuthibitika katika damu na nyama. Pia Roho Mtakatifu anatembea na mimi kupitia ndoto na maono. Amekuwa akizungumza na sisi sana kupitia na ndoto, na kila ndoto ambayo alikuwa akizungumza na sisi huwa inatokea na ni halisi katika maisha yetu. Kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita tumemwona Roho Mtakatifu katika yani uhalisi kabisa ambao anazungumza na sisi na kitu anachozungumza na mimi na lazima kitokee au anazungumza na wana wa Mungu wengine. Kwa mwaka huu ni mwaka ambao tunasimamia maono zaidi ambayo Bwana ametupatia kuliko mwaka jana. Alitupatia maono, tunafanya kazi, lakini mwaka huu tunatembea wazo lingine ambalo Roho Mtakatifu ametufunulia, wazo hilo ambalo twalisimamia na kulifanyia kazi ili lisimitiki katika damu na nyama. Asante sana mwana wa Mungu, tulio na Mungu, tuna tuna Roho wa Mungu. Jiweni kimoja, Kijiweni ki na Roho Takatifu. Asante sana, ni mimi Victor Justin Mnanka, Kijiweni tupo live ni Sinza Shekilango Abnois Hall.